Uwe wapi chakwachini cha mchongo hicho uangalie. Cha mchongo ametoa shilingi ngapi? Haya, okay. Hebu tulia huko. Ametoa shilingi ngapi? Hebu zione pipi pipi pipi. Nyonya chakula, nyonya chakula. Tueni vyovyote vitu, tueni vyovyote vitu, soda ya juisi. Hiyo muone nani? Toa moyo. Mchuzi. Tueni. Una kunywa maji. Haya unaweka. Haya, okay, tuende action

Ndio kizuri kimeiva vizuri, lakini eti mamangu, hiyo kizuri ndogo wangu kiiva, afadhali kuliko kilichokuwa kibichi. Ungeshindwa kula, ni maji mingi yadamu. Kapika. Dadangu kapika.